Ndugu zanguni, dakika chache zimepita. Uh, samani nimevaa kofia baridi baridi huku uh, lakini dakika chache ambazo zimepita nimetumiwa ujumbe na rafiki yangu Alphonse Temba, mwinjilisti huyu. Mwinjilisti wa kimataifa yuko kule mikoa ya kaskazini, anafanya kazi kubwa sana ya kuhubiri injili kwenye redio na huku na kule, na Mungu anamtumia. Amenitumia ujumbe clip uh, fupi hivi, dakika chache zimepita ambapo kuna mwanamke amepigwa kavimba, jicho limepasuka, damu zinamwagika, kafungwa bendaji, kapigwa na mme wake, kapigwa na mme wake, jicho limevimba. Wakati naangalia ile kripu nikasema, kama ningekuwa ni kiongozi katika nchi anayefanya maamuzi, ujinga ule wa kutesa wanawake ungefika mwisho isingewezekana tena mwanamume yeyote katika nchi kumpiga mke wake. Nao nikiongea hivi wanaume wanakasirika, lakini ni sawa, atakiwa kukasirika kwa sababu wewe una ubaya katika moyo. Wanaume wanaopenda wake zao hawezi kupiga mke wake, lakini isingetokea katika nchi mwanamume yeyote kumpiga mke wake, kwa sababu ukishampiga mke wako imekula kwako ndani unakwenda. Haijalishi mke wako amefanya kitu gani, yakikuzidi na mke wako ondoka. Unajua, hata mwenyezi Mungu alisema ya kwamba haifai mwanamume kubaki peke yake. Haifai. Mungu alisema haifai mwanamume kuwa peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Wanawake ni wasaidizi ambao wanaume sisi tumepewa ili watusaidie. Hatukupewa wanawake kwa sababu ya kuwatesa, kuwararua, kuwapiga, kuwaonea na jinsi hiyo, no. Tumepewa wanawake ili watusaidie, kwa sababu wana uwezo kutoka kwa Mwenyezi Mungu wa kutusaidia sisi. Tatizo hatujitambui kama wanaume. Mungu anasema kaeni na wake zenu kwa akili, hakusema mkae na wake zenu kwa mabavu. Lakini sisi kwa sababu tumechagua kwenda kinyume na kila ambacho Mwenyezi Mungu amesema then tunafanya vitu ambavyo vinawatesa wanawake na kuwaumiza wanawake bila sababu. Kwa hiyo mimi, kama ningekuwa ni kiongozi anayefanya maamuzi katika nchi, uwezi ukawa mwanamme kwenye nchi unazikia, bwana mwanamme ambaye unatesa wanawake halafu ukafanya biashara kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utaruhusiwa hautapewa leseni ya kufanya biashara katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huwezi ukanunua kiwanja, huwezi ukanunua gari, yaani huwezi ukafanya chochote. Tukishajua wewe ni mtesaji, unatesa unatesa wanawake, imekula kwako, huna future katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unanishangaza, ndio sasa wewe, wewe, wewe ni mraruaji wa wanawake, wewe ni mtesaji wa wanawake, na unatesa mwanamke kwa sababu una hela zaidi kuliko mke wako. Swali ni kuuliza wewe, mwanamume, kama mke wako ndiye ambaye angekuwa na hela nyingi kuliko wewe, je, wewe mwanamume Ungemtendea hicho unachomtendea sasa hivi? Unamfanyia hicho kwa sababu unajua ana kitu hata nyumbani kwao, unajua awezi akarudi, kwa sababu wako katika hali dhaifu ya kiuchumi. Kwa hiyo unajua atakuwa mateka kwako. Mi nataka nikwambie, serikali ya mzee fumbwa macho ingetetea wanawake katika nchi, hakuna mwanamme angefanya lolote katika nchi kama huyo mwanamume ni mtesaji wa wanawake. Wanawake wangepewa priority, heshima ingerudi kwa wanawake. Hatuwezi kuwa na mila za kipumbavu katika nchi kwa miaka yote, eti m ndio mila yetu, mila yetu. Pumbavu, pumbavu! kama Mungu alitupa wanawake, anasema tukae nao kwa akili, ametupa ili watusaidie. Kwa nini leo tuwatese na kuwaumiza jinsi hiyo? Nataka niondoke hapa, niondoke hivi. Huyo mke wako, kama ningemuuliza kwamba hey, mamae unapenda kuishi na huyu au vipi? Mama nikikupatia ni, ni pengine bilioni mbili utazidi kukaa na huyu mwanamke na mwanamume au utachomoka. Unafikiri atajibu kitu gani? Namalizia kusema huo ni wakati wa wanaume wenye akili kukaa na wake zao kwa akili kama vile Mwenyezi Mungu alivyosema. Critical thinker, gospel ambassador, Mzee wa fumbua macho, anko mafanikio, engineer submarine, mwana wa Afrika, mwana wa Tanzania. Nikikusalimia kwa bashasha. Toka taifa la Marekani